Kristo. Baba Kadri, nashukuru sisi tulipokea msalaba katika kanda ya Mtakatifu Peter Claver ambayo ina mm. jumuia nne mm. na msalaba huu ulitembea katika jumuiya zote ikianzia jumuia Mtakatifu Teresia Mtoto Yesu mm. ikaenda jumuia Mtakatifu Laurent mfiadini, ikatoka Laurent mfiadini ikaingia jumuia Mtakatifu Mathayo mm. na baadaye ikatoka Mathayo ikaja hapa tulipo jumuiya ya Maria Imakulata mm. Katika ibada tulikuwa tunasali kila siku jioni kuanzia saa moja kwa sababu wengi ni wafanya kazi. Tulikuwa na utaratibu wa kukutana na kusali na msalaba, tulikuwa tunatoa sadaka na kila jumuiya ilikishamaliza jumuiya jumuia wakati nakabizi jumuiya nyingine, ile sadaka yote tulikuwa tunakabizi parokiani kwa ajili ya shughuli za parokia. Na leo hii vile vile tutakapomaliza katika jumuiya hii ya Kulata tunakabidhi iende kwenye kanda nyingine, na sadaka yao pia watakabidhi. Kwa kipindi chote tulisali kwa pamoja, na kama kanda tulikaa pamoja tukaandaa ibada hii ya misa takatifu. Tunashukuru sana adhimisho hili la misa takatifu ambalo mmelifanya, ambalo ni hadaka kubwa kuliko zote, kwamba tumekaa na msalaba tuna ukabidhi kwa heshima katika kanda nyingine ya Mtakatifu Malaika Mkuu. Pokeni msalaba wa Kristo. Kwa njia ya msalaba Bwana ametukomboa. Mahali popote msalaba huu unatembezwa, familia hizo zibarikiwe. Mtazame Kristo aliyosulubiwa, aliyesulubishwa msalabani, awe kwenu kielelezo kupambana na matatizo na masumbuko wa familia na kuwa imara katika imani, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani ya Kristo.